Harmonize ametangaza kwenda kufanya show nyumbani kwao na Ngwanda sijaona e, kwenye sikukuu ya Eid. Na amekuwa akipromoti hii ukipita pia kwenye peji za Konde Gang wamekua wanawataka mashabiki zao kujiandaa na hii show kubwa ambayo ilipangwa kufanyika mwaka jana lakini ikairishwa kutokana na na Harmonize, ratiba ratiba yake ilikuwa iko tight. Alikuwa na show Kenya nafikiri kipindi hicho e, ratiba zikawa zimeingiliana. Kwa hiyo anakwenda sasa hivi huko Mtwara kwenye sikukuu ya Eid lakini pia haendi tu kufanya show, ameamua kuibua vipaji vipya vya muziki ambavyo vinapatikana huko kwao, na hapa amewachukua Master Jay, kuna Wema Sepetu, Lulu Diva e, ambao ni moja ya timu ambayo wataongozana nayo kwa ajili ya kwenda kutafuta vipaji, na wanasema watakuwa na hii program ya siku mbili kabla ya usiku wa show yenyewe. So ameweka hii picha kama unavyomuona hapa, kuna Master Jay, DJ Seven, Lulu Diva, Harmonize, Wema na wengine, alafu ameandika kuelekea tukaijaze na Ngwanda, ndugu zangu wa kusini mwa Tanzania Kutana na hili jukwaa linaloweza kubadili maisha yako. Kama kweli una kipaji, basi wakati wako ndio huu. Ni programu ya siku mbili kabla ya usiku wa Eid Mosi. Mkoa wa Lindi, tunakutana Ruango tarehe 27 mwezi wa tatu, Mtwara mjini tarehe 28 mwezi wa tatu. Taratibu za kujiandikisha zitaanza tarehe 25 mwezi wa tatu. Nina imani kupitia jukwaa hili tunaweza kukutana na wakina Konde Boy wengine. Fika mapema, jiandikishe, pambania kipaji chako. Hakuna gharama yoyote ya kushiriki. Hashtag, #vua Samia. So, uh, lo hivyo hii ni show ambayo anakwenda kuifanya eh, kwao huko. Na Ngwanda sijaona lakini pia kabla ya kuifanya hii show watakwenda Lindi kusaka vipaji, na baada ya hapo watakwenda Mtwara pia eh, zile siku mbili kabla ya usiku wa show. So hii ni nafasi kwa wanaMtwara pia ku show up, wale ambao wana vipaji vya muziki na wanaamini kupitia muziki basi waweze kusaidiwa kupitia mikono ya Harmonize ambapo amewavuta eh, master wengine ambao watakwenda kumsaidia kutafuta hivi vipaji kama Master J ambaye ni producer mkongo wa muda mrefu, wamesepetu naye pia hapa namuona, nafikiri naye yupo katika ile sehemu ya majaji DJ7, DJ Harmonize, kuna B-Boy beats hapa na no wengine. Kwa hiyo eh, nafikiri hii ni fursa ameamua kuitoa Harmonize kwa ndugu zake wa huko kusini. Kuna mtazamo gani hapo? chini kwenye sehemu ya comments, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SNS, kwa taarifa nyingine kila wakati.